Kujiliza kinafiki nikiamini itakuwa tiba pekee ya kujikomboa katika tatizo hili nisilolijua. Mwenza wangu anajua kila kitu ninachokifanya juu yake. Wewe endelea kujiliza kinafiki, ila hakuna chochote ambacho kitaenda kubadilika. Kuanzia leo, agano letu la ndoa linaenda kuisha. Kusanya kila kitu kilichokuwa chako, uianze safari uende kwenu. Siwezi kuishi na mwanamke mchawi mimi. siwezi kabisa. We usitaki kunichefua. Kwa ushahidi gani unaweza kunionyesha kuwa mimi ni mchawi? Sasa nasemaje hapa, mimi siondoki, siondoki. Kumbe unijie vizuri eh? Nitaanzisha timbwili Yini, ntaandisha timbwili hapa, we mwenye usiamini ambacho kinaenda kutokea. Vitisho vilitawala, ugomvi ukawa mkubwa, nikampandishia kibesi mume wangu, nijiaminisha kuwa itakuwa njia pekee ya kujikomboa kutoka kwenye hilo tatizo. Akili yangu ikaona ni bora kuukana ukweli wa mambo yote niliyoyafanya. Kwa hakika nafsi ilikuwa inanisuta huku, maswali rukuki yakiwa yanatawala akili yangu. Hapa ndipo nilipokuja kuamini kuwa hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Mume hakutaka kuwa na mambo mengi, alionyesha picha baadhi, picha ambazo zilikuwa zikinionyesha mimi nikiwa katika mazingira ya kule kwa mganga. Hapo ndipo nilipopagawa, hasira zilinipanda, sikuelewa ni nani aliyepiga picha hizo akili yangu ilinasa moja kwa moja juu ya Sauda, mwanamke pekee anayejua siri zangu. Hapo sikuwa na namna, ilinilazimu kukubali kilichotokea. Sikuwa na cha kufanya zaidi ya kuomba msamaha. Nilianza kujiliza kumwomba mume wangu anisamehe, lakini haikuwezekana. Mume alishapandisha maruhani tayari, hasira zilimtawala Anielewi chochote kile ambacho nazungumza. Nilikuamini sana, nilikupa kila kitu ulichokuwa unahitaji, ila katika hili siwezi kukusamehe wewe. Ni mwanamke katili sana, mwanamke mwenye roho mbaya, tena mwanamke muuaji. Kwa hakika, sina huruma na wewe, siwezi kukusamehe. Mabaya niliyoyafanya yalipata malipo. Ule usemi wa enga ulithibitika, ile kauli ya mwisho ubaya ni aibu, hapa ndipo ilipoenda kuhalisika. Ubaya wangu ulinirudia. Taraka tatu zilimtoka mume wangu ni ishara ya kuivua ndoa. Aliniamulu nichukue virago vyangu kuianza safari ya kuelekea nyumbani kwetu. <coughs> kwa hakika ni machungu dini tawala kilio changu akikubadilisha chochote kile bali kiliendeleza maumivu juu ya mwili wangu. Majirani umbea uliwashika kila mmoja yuko kibarazani akitaka kujithibitishia uamuzi wa mume wangu. Wengine walikuwa wako madirishani wakisikiliza ninavyofukuzwa na kugombezwa vibaya. Mume aliona wazi najichelewesha. Alinitupia virago vyangu nje, akawapa fursa badilani kunicheka zaidi. <tuhi> aibu ilinitawala, unyonge uliniingia, akili ilishikwa na majonzi. Safari mpya ya maisha ilianza, majuto yakinitawala kila kona ya akili yangu. Basi nikaona isiwe tabu, elekea moja kwa moja kwa rafiki yangu Sauda, lengo likiwa kunipa hifadhi angalau nipate mawazo ya kufanya kumrejesha mume wangu katika himaya. Safari ilifika tamati nyumbani anapoishi Sauda, mahali ambapo alipanga hapo. Nilikaribishwa na toyo ndogo iliyokuwa ikipakiza vitu, ishara kwamba kuna mtu alikuwa kwenye maandalizi ya kuhama. Moja kwa moja nilizama chumbani kwa Sauda. Hapo tuligumiana mlangoni, akitoa vitu vyake Sauda wapite na shoga yangu, mbona ghafla? Kama unavyoona wewe, unaondoka, sisi tunaingia. Sikumwelewa Sauda anachomaanisha. Nilikuwa na maswali kichwani kwangu, hapo ilibidi ni moja zaidi anieleze ili kuweza kukata kiu yangu. Kwa nini anazungumza maneno kama yale? yani? Sau, sijakuelewa ndini unamaanisha Kauli yako na maana gani? Usinichekeshe, usichokielewa hapo ni wewe. Ni si nini? kwani wewe si umeachika? Kama umeachika basi wenzako hata tukaziba hiyo nafasi uliyoiacha. Sau, mbona unanichanganya? hizo habari za mimi kuachika na nikakwambia? Sauda alichoshwa na maswali, kilichobaki pekee ni kunijibu dharau tu. Hapo ndipo aliponichefua, hasira zilinipanda kapata fursa ya kuanzisha ugomvi, nilianzisha timbuli la kufa mtu, ugomvi wa kukata na shoka ulitawala. Sikujali chochote kilichokuwa kinaenda kutokea kwenye maisha yangu, mvua ya maneno ilitawala, siri zote zilizokuwa zimefichwa zilianikwa zalani. Hapo ndipo nilipopandisha maruani, nikakamata chupa ya bia iliyokwisha tumika, nikaipasua, ikawa patashika. Sauda alianza kukimbia Acha nile naye sahani moja, nilipoona na nizidi mbio, nilimnushia ile chupa, ikamchoma kichogoni, damu zilianza kumtoka. Wakati huo watu walikuwa washajaa nyumi, yani watu kibao, watukibao, yani ilikuwa patashika, asikwambie mtu, ogopa kuadisiwa. Basi watu walinikamata kunituliza hasira. Sauda alichukuliwa kuwahishwa hospitali. Mume wangu naye alishapashwa habari kuhusu tukio nililolifanya, haraka aliwahi kulishughulikia. Hakuwa na la kuzungumza na mimi, bali aliamuru nipelekwe polisi da! Hapa nilikasirika mno, mume wangu alinitelekeza mbele ya mikono yangu, akanitelekeza kwa polisi, basi akaniacha mimi napelekwa rumande, yeye akiwahi kwenda kumtazama kipenzi chake. Hasira zilinitawala kiasi cha kuangua kilio cha machozi mazito. Rafiki yangu nilimtegemea kuwa atakuwa mwema, ndiye huyo amenichukulia mume wangu. Inauma sana pale ambapo mpenzi wako anachukuliwa rafiki yako wa karibu. Kwa hakika Sauda alikuwa ni rafiki ambaye nimemzidi kila kila kitu, kiufupi kila kona nilikuwa nimempiga chini, sio sura wala shepu yote anipati, lakini ndio hivyo tena Mapenzi hayana adabu. Nilikaa pale polisi siku takriban tano, bila kuiona sura ya mume wangu. Siku ya sita mume wangu aliwasili kunifanyia utaratibu wa kuachiliwa, kunitoa hapo lumande. Baada ya kutolewa, sikutaka kulaza damu. Nilipanga kumbutua mbele ya polisi, polisi achawaniwai wakanisoka tena ndani, huku nikichezea kipigo cha mbokoko. Nilipigwa sana nusu ya kufa. Mume wangu alishauriwa kuniacha kwanza pale lumande ili akili nikae sawa. Basi mume wangu alirejea nyumbani kujituliza, huku mimi nikiugulia maumivu ya kipigo nilichopokea. Siku nyingine tano zikatamatika nikiwa hapo rumani. Baada ya polisi kunichoka, waliniruhusu kutoka, huku wakinipa vitisho vizito endapo nitarudia tena. Basi kama Inaniita. I say hapa, nilishakata tamaa ya maisha. Lazima nikubali kilichotokea, japo nafsi inauma, lakini hapakuwa na namna nyingine ya kuweza kufanya. Maisha mapya yalianza, maisha ambayo yalikuwa ni magumu kwa upande wangu. Nilishazoea kuletewa chochote nilichokuwa nataka, nilisema tu nikapatiwa. Maamuzi ya kichwa changu yaliniamuru kutorudi nyumbani kwetu Morogoro Bahari Yali nipa kibari cha kuendelea kusalia Dar es Salaam, jiji lenye kila aina ya rana na mateso kwa watu wasiokuwa nacho. Mtaa ukanita, sina pa kulala, sina kazi. Hapa ndipo nilipogundua tabu za kuachika. Mara nyingi wanawake wengi hulilia kuachika, ila hawana maandalizi ya kutosha. Nawashangaa sana wanawake walio kwenye ndoa zao wakililia kuachika Hauna maandalizi yoyote ya kuyakabili maisha, unaachika unaenda wapi? Mara nyingine sisi tunawachika kimbilio letu huwa ni ngono, tunagawa ili tule. Basi bwana, baada ya kuachika, ilibidi nikubaliane na hali. Nikajiapiza kumtendea vibaya mume wangu na iko kimada chake kipi ambacho nilishakitoa ngeo, yuko anauguza kidonda. Kwa hakika, niliona wazi siwezi kuwaacha hivi hivi, nilipanga kuwalipua vibaya. Upande wa pili, mke mwenza, uchawi bado unamsumbua licha ya mimi kuachika, lakini mambo yalikuwa magumu upande wake. Basi ilimlazimu kuanza kuhangaika katika vituo vya dua, huku na yeye akiendelea kujiombea ili yapone katika matatizo hayo yaliyokuwa ya kimsibu. Alihangaika sana, lakini mwisho wa siku mahangaiko yake yalizama tu. Hatimaye mke mwenza, muumba alijibu maombi yake yale maradhi yaliyokuwa yanamsumbua yaliyotokana na uchawi yalipata suruhu. Sasa alikuwa mpya kabisa. Alimshukuru Muumba kumponya kutoka katika hali hiyo ngumu yenye kuumiza. Harakati za kujikomboa kiuchumi zilianza hapa. Alipata wasaa wa kuendesha shughuli zake za ushonaji. Mke mwenza alikuwa fundi mzuri wa kushona. Kipindi hiki kilikuwa kigumu, akiwa nyumbani aliendeleza mapambano, kujipambania, kujitafutia kipato kupitia shughuli hiyo. Kwa hakika alipambana vya kutosha. Ustadi wake katika kazi ulitengeneza jina, umaarufu ulizidi kila siku jua lilipokuwa linachomoza. Uchumi ukakuwa, maisha yakamwia mazuri, yeye na watoto wake waliishi katika raha na starehe. Upande wa watoto wangu ulikuwa si mzuri hata kidogo. Baada ya mimi kuachika, mume wangu aligoma kunipa watoto wangu, aliwashikilia hakutaka kunipa, alihitaji kuwalea yeye mwenyewe. Kipindi hiki watoto wangu walikuwa wakipitia mateso makubwa, mateso kutoka kwa mama yao wa kambo iliweza kutawala hapa. Anamzungumzia Sauda, mke mpya wa mume wangu. Baada ya mimi kuswekwa kwa ndani mume wangu alifanya taratibu za kumuoa Sauda. Kwa hakika haikuwa amri yake, bali amri ya madawa aliyokuwa akiyatumia Sauda. Nguvu ya kishirikina ilimtawala Sauda, aliyapata matunda aliyoyahitaji. Basi hayo ndiyo mambo yalotokea kwenye doa yangu. Sikuwa na namna tena, maamuzi mengine yalitawala akili yangu. Kitu pekee nilichokiamua ni kwenda kwa kimada changu kilichokuwa kikinipa raha wakati nilipokuwa ndoani. Safari ilianza nikiwa na nguo zangu tu, sina kingine chochote kinachonipa msaada. Basi nilifika hadi katika chumba alichopanga huyo bwanangu. Hapo nilipigwa butwaa baada ya kuona viatu vya kike nje ya kile chumba, akili ikachakata. Ile taswira ya vile viatu nilivyoviona ilinipa hamasa ya kufanya fumanizi. Niligonga mlango huku jazba zikiwa zimenijaa, niligonga mlango wa chumba kile. Dakika za kuhesabu tu, kidume kilifungua mlango. Hapo sikutaka kuuliza moja kwa moja, nilizama ndani huko. Sasa ndipo nilimkuta mwanamke mwingine akiwa katika harakati za tendo kabisa. Acha nianzishe timbwili kama kawaida yangu, nadhani utakuwa unanielewa, sina baya siku hii. Basi <laughs> asikwambie mtu, sikufanikiwa hata kumpigia hata kibao yule mwanamke, hata kofi moja sikufanikiwa. Yule mwanamke si kama alikuwa na nguvu, bali huyu kidume sasa ndiye alikuwa ananizuia nisiweze kumpiga. Kile kimada chake alinitoa nje kwa nguvu, huku akinifukuza akiniambia mimi sina jipya tena juu yake, ladha yangu ameshaichoka aisee. Hapa nilipata aibu isiyo kifani, majirani wote machokodo. Sikuwa na namna, ili lazima niondoke eneo lile, huku nilikuwa na silaha nyingi sana. Nilianza kutembea kutoka eneo hilo kwenda eneo lingine jipya, angalau kujipoza machungu. Sikujua naelekea wapi, bali akili yangu ndio ilikuwa inatambua peke yake. Basi bwana, nilitembea sana, mwisho nilitoka. Njaa ilikuwa ikinisurubu vilivyo. Huku machungu ya kipigo cha mbwa koko yakinitawala katika mwili wangu. Nilifika sehemu ile lazimu nipumzike. Nikajilaza pembezoni kidogo mwa barabara. Nilitahidi kulala lakini sikupata hata lepe la usingizi. Machungu ile nizidi zaidi. Nikifikiri yale yatokea katika maisha yangu. Kitu cha kwanza kilichogandamana kwenye akili yangu ilikuwa ni chakula. Hapo ndipo niliwaza, kwa namna gani naweza kukidhi haja ya tumbo langu? Nikaona isiwe shida, wacha niombe msaada. Basi bwana, niliomba sana pesa. Wengine walinipa, ila wengine walinipita tu, wakizani nitapeli. Wengine wasiamini kama nina shida. Niliendelea kuomba pesa bila kukata tamaa. Mwisho nilipata pesa kidogo ambayo iliniwezesha kupata chakula. Basi nilitafuta mgahawa ulio karibu, niliagiza chakula nikala hapo, angalau nilipata nguvu ya kuyakabili maisha yangu magumu yaliyokuwa yamenitawala mbele ya mboni zangu. Baada ya chakula, nilitoka mgawani, nikaelekea dukani nikanunua dawa za maumivu. Hapo nilijipa nafuu kidogo ya kuyakabili maisha. Nilianza safari nyingine mpya, kutafuta angalau eneo la kupata hifadhi, kwa maana usiku ulikuwa umeshaingia tayari. Basi nilitafuta maboksi, nilipoyapata nikajisogeza karibu na baraza ya maduka, nikatandika nikajilaza, ili kujipumzisha dakika mbili zilitosha kulewa kwa usingizi. Hapo nililala fofofo. Majira ya saa nane usiku lilinikuta tukio, vijana wa mtaa walipata fursa ya kunionja wakati nilikuwa nimelala. Nilishangaa nikipapaswa mwili wangu kwa mikono migumu ya kiume hapo ndipo nilipostuka kutoka usingizini. Nilitaka kupiga kelele kuomba msaada, lakini ilishindikana baada ya kuonyeshwa bastora ndogo. Yule mwanaume alikuwa ana sura mbaya mno. Kichwani alikuwa kasokota nywele msokoto, ambao ulitengeneza utengeneza lasta za asili okay. Oya, naomba unyenyuke ufate iko kichocholo mara moja, kabla sija kumwaga ulungu wako, umesikia wewe kishanto? Nilimwambia, hapana, siwezi kwenda huko. Na kwa nini niende eneo hilo, mbona ni hatarishi sana? Nilihoji kuweka ugumu wa jambo hilo. Hapo ndipo nguvu na mabavu urombaya ilibidi yatumike. Yule mwanaume mwenye roho mbaya alinitishia kuniua. Sikuwa na namna, ilinilazimu kufanya alizosema. Basi bwana Ilinyanyuka pale nilipojilaza kuelekea kwenye kichochoro. Giza lilikuwa limetanda kila kona, kila kichochoro. Kichochoro ambacho kilikuwa kinitisha mno. Mimi nilikuwa mbele, nyuma yangu yuko yule mwanaume mwenye roho mbaya huku akiwa ameshikilia bastola yake, akinionyesha endapo tu nitasaliti amri yake basi atanitoa ubongo. Safari ilizidi kusonga ikielekea katikati zaidi ya kile kichochoro chenye kutisha. Tulipo katikati tulipofika, niliamuliwa kusimama baada ya kusimama nilipewa amri ya kuvua nguo zangu. We, nani avue? Nilimgomea, nilimgomea kata katakata, kama kuniua bora niue, ila sio kumpa sukari bulebule. Nilijitahidi kuweka msimamo mbele ya kumi na nane za watu wenye roho mbaya. Hapo nilipigwa kofi, nilipigwa kofi zito mno baada ya kuleta mgomo. Hapo ndipo yule mtu alipokasirika, alinipiga kofi zito nikajikuta nimedondoka chini. Hilo likawa kosa. Jamaa akavua nguo, hakutaka kusubiri. Alinikabili pale chini nilipokuwa nimedondoka. Nguvu zilitosha kuilamba asali bila ruhusa. Itahidi kukataa kupiga kelele, lakini niliziba mdomo wangu kwa ustadi mkubwa. Jamaa alijipakulia minyama, alikula mpaka aliposhiba, huku mimi nikipitia maumivu makali. Hapo ndipo nilipoona dunia chungu. Siku ya kwanza jijini, nafanywa vibaya. Baada ya yule jamaa kumaliza chakula chake, alitimka kupoteza ushahidi, huku akiniacha mimi nimezimia. Nilipoamka, nijikuta nipo sehemu nyingine tofauti. Aise, <laughs> maumivu mabovu ambayo nilikuwa napitia baada ya kutoka kwenye ndoa, nimekosa furaha, <laughs> kukosa furaha <laughs> mpenzi msikilizaji, tukutane katika sehemu ambayo inafuata.